Baada ya kufanya utafiti mara baada ya kujifungua nikasema, mm, mm hapana, hii nitashare na mai zangu sawa. Nimekuwa nikiposti mgagani mara kwa mara, kama mmegundua, mmenielewa na nikitaka kujua watu wanatumia vipi. Sawa, bahati nzuri nikakutana na mtu mtu mzima na akili za kitimamu, nikamuuliza hii dawa natumiaje? Akaniuliza na shida gani? Kambe dadake wangu ah, akanambia he Pole mjukuu wangu, sasa hii ukitaka mambo yawe mazuri sawa, kama una fungus, kama dada yako yuko haa sawa, unaichukua hii unaichemsha kidogo, alafu iache ipoa. Ikishapoa unanawia huko mibibi mibi. Huku mm -mm. Chini ukinawa uingizi kitu, akaniambia mjukuu wangu nisikize, nikwambie, sio unaingiza, unanawa, nanawaje? na wote tunajua kunawa. Akaniambia kazi kwako. Nikasema okay sawa. Lakini nyingine unakunywa, na hii unakunywa, unywe kwa sababu ya kwamba ni mboga, unakunywa kama tiba. Mimi nakunywa kama tiba. Nakunywaje? Unaichemsha, unaweka kichumvi kidogo kwa mbali, alafu unaila. Mimi Mungu wangu, mgagani wa kula? Bibi, unataka kuniua? Akaniambia hapana, wala sitaki kukuua. Fanya hivyo, afu utakuja kunipa majibu. Basi dada yenu, nikatoka hapo mai wenu. Nimefika nyumbani, nimechukua zangu midude yangu, nimechemsha dada, nimekunywa siku ya kwanza. Siku ya pili mama, siku ya tatu, siku ya nne mama, miute natoka mwi mwi mwi mwi mwi mwi he. Ah, kumekucha. Lakini kabla ya hapo nitawafundisha namna nzuri ya kujua kama dada dadake wako yuko a ah, au yuko. Hawa yuko? Hawa yuko? Nitafundisha. Kwa hiyo tutaendelea na somo letu la kuhusiana na dadake yukoje wakati mwingine. Kwa hiyo baada ya siku tano nikaanza ku... nikaona ute unatoka. Baada ya kuona ute unatoka nikasema, ehe, ngoja nirudishe feedback kwa shoga yangu alionisaidia. Shoga, nakwambia bibi, nimepata miute. Miute kama yote, akaniambia ndio. Sasa hiyo ute inaonyesha kwamba kule chini kunaanza kupona. Umenawa? Mimi bibi, sijanawa. Ume na bibi, mi siwezi kunawa bwana? Uko chini ya kuingizwa kitu, adake aingizwe kitu? Mimi nimekwambia nawa, nawa juu. Hiyo unayokunywa ndo inatibu ndani, hiyo ya kunawa, nawa kwa nje, kwa sababu kuna bakteria wengine wako kwa nje. Au bakteria waliokuwa nje, kuna wakati wakiingia ndani ndo wanasababisha matatizo. Mimi kumbe, hey, natakiwa kunawa hey. Haya, nikachukua mwenyewe wiki, nawa, nawa, nawa. siku na hiyo hey,